Hoja ya no reform no election tuna ushahidi wa haya mambo eh? Nilishasema, wanasema tume ni huru, lakini kimsingi tume sio huru, kama tulivyokwisha kusema. Wanasema watachagua wataalamu wengine. Sasa wataalamu gani? Hivi tunavyoongea watendaji wa kata ambao ndio watakuwa wasimamizi wa kata kwenye uchaguzi, hmm? E, wakurugenzi wao ndio wamechaguliwa na sahizi wameshaenda kwenye semina kadhaa, semina kwa ajili ya kwenda kusimamia uchaguzi na process za uchaguzi zote. Kwa maneno hawa watu kubadilisha kusema tume huru kutoka kwenye tume ya uchaguzi ni ni, ni, ni kuwafanya tu Watanzania na, na, na watu wenye akili timamu kwamba ni wajinga, lakini hakuna upya wowote eh? Hivi tunavyoongea mnaweza mkafanya uchunguzi kwenye kwenye, kwenye, kwenye kwenye halmashauri huko na mawilaya mengineo kwenye majimbo, watendaji ndio wamechaguliwa, watendaji wa kata, na wameshapewa wameshateuliwa na wameshakula kiapo cha kuanza michakato ya uchaguzi, hatimaye kwenda kuwa wasimamizi wa uchaguzi, pia kutangaza matokeo ya mgombea atakayeshinda wa uchaguzi. Sasa unaweza ukajiuliza, huyu mtendaji wa kata huyo ni mteule wa nani? Ni mteule wa rais. Huyu mkurugenzi ambayo leo ndo amewekwa eti afisa uchaguzi ngazi ya wilaya, e, ni wa nani? Ni mteule wa rais. Kwa hiyo rais ameteua timu yake. Yaani, kama ni mchezo wa mpira, ni kwamba kocha ndio anaenda kuwa referee. Yaani kocha wa timu A na timu A yake hiyo ndio inacheza na timu B, lakini wakienda uwanjani, ule kocha wa timu A ndio anakuwa referee ambayo timu yake A inaenda kupigana na timu inaenda kucheza na timu B. Kwa hiyo Watanzania watuelewe, tumesisitiza sana na tumeongea no no reform, no election, tunataka muelewe katika ma, maudhui hayo kwamba sasa, kwa sababu Watanzania huwa tuna desturi ya kuongea sana, lakini wakwenda kufanya kwa vitendo hawapo. Sasa au wachache inakuwaje? Sasa sehemu tume imetangazwa maandamano, afu watu hawakwenda ipo hivi na ndio maana tunatumia muda mrefu kuandaa umma. Umma sio wajinga, wakiamua wa linawezekana. Na sisi tumesema kwa sababu tumefanya tathmini kabla kutoa hii kauli, tumefanya tathmini tumefanya tathmini na nablaza tume... hao polisi wa kuwazuia wananchi hii e, nchi nzima polisi hawafiki laki tano hawafiki tu mkoa huo Morogoro kuna polisi wangapi? na sisi tumesema tutaenda kushawishi watu mpaka kwenye ngazi ya vitongoji, watu wakatokea kuna uchaguzi. Lakini bra, pia usisahau kwamba sio kwamba jumuiya za kimataifa zimelala, zinatazama. Mfano mzuri, angalia hawa wabunge kumi na tisa waliokuwa wanang'ang'aniwa na marehemu Magufuli na mpaka serikali hii itaendelea kuwang'ang'ania hawa wabunge kumi na tisa akina Halima Mdee, nchi na jinasibu ni nchi ya kidemokrasia lakini leo hii bungeni hakuna upinzani ama hakuna upinzani nchini. Unafikiri sisi tutaendaje na na, na, na, na, na, na, na masuala ya kijamii kwenye nchi yetu? Nchi yetu inategemea mikopo brother, inategemea hisani, inategemea inategemea misaada na kuna masharti ya kimataifa juu ya mikopo misaada na na hizo hisani tunazozungumza. Na ndio maana ukitambua tu ni kwa nini serikali iliwangangania hao wabunge kumi na tisa hutopata shaka na namna gani tunaenda kutekeleza hii swala la no reform no election? Tutafanya taifa lijue sasa kama nchi yetu ni kisiwa kwamba kitaishi inavyotaka. Sawa, acha tu hiyo hivyo, lakini ukweli ni kwamba tunahitaji mabadiliko. Na tutafanyaje? Tutaenda kuuandaa umma, lakini pia la kuongezea hapo hapo, sio kwamba tunaenda kuuandaa umma, pia tufanye tathmini. Tunafanya tathmini ya kinifu, tunafanya vikao bado vinaendelea vya kufanya tathmini. Kwa hiyo tutafanya tathmini, tutaangalia hali ya kisiasa ipoje, tutaangalia tunataka nini. Kwa hiyo mimi naamini chama ndio, chama ndio taasisi ilivyo. Kwa hiyo sio kwamba baada ya haya na hizo operation tunazoenda nazo, sio kwamba eti hatuko kama vikao, na hii iko wazi kabisa kwamba kuna vikao vya tathmini vitakaa. Tunaenda tunaendaje? Sasa tunaenda na plani gani? Kama nilivyokwisha kusema, kuna njia nyingine zipo nyingi zinajadiliwa kwamba hizi njia sasa katika kujadili kwake zina uhalali, zina ubaya, zina madhara kwa kiwango gani, kuendea kwenye hiyo operation, utekelezaji wa hilo no reform no election eh. Kwa hiyo tumejiandaaje? Tumejiandaa, tumejia kwa namna kubwa sana. Hivi tunavyozungumza viongozi wetu wengine wako kwenye operation, lakini nje kuna kuna, kuna, kuna viongozi wetu tena wapo kusema hii no reform no election, na hivi ninavyokuambia hii no reform no election sio Tanzania dunia nzima inaifahamu hiyo operation ya no reform, no election. Kwa hiyo tunafanya lakini, pia tunakaa kwenye tathmini, tunajitathmini, tumefikia wapi, tunaenda wapi, tuongeze nini, tupunguze nini. Kwa hiyo bratha, ni kuhakikishie tu serikali ikiendelea kushupaza singo, hii ngoma inaenda mtaani na kweli hakutokuwa na uchaguzi kabisa kabisa.